Lazima tuende ambavyo dunia inataka twende, lakini kubwa, kwa nini watu wetu hawapendi kutumia malipo kwa njia ya kielektroniki? Ni kwa sababu gharama ni kubwa pale ambapo unafanya transaction. Ukija ukafuatilia gharama ambazo zinatozwa ni kubwa sana. Kwa hiyo naiomba serikali wahakikishe kwamba wanafanya mapitio ili gharama za kulipa kwa kutumia njia za mtandao zinashuka na Mheshimiwa Spika, ni ukweli usiopingika, kama ukipata nafasi ukienda kuomba bank statement, kama umekuwa ukitransact kwa kutumia miamala hii, umemtumia mtu mara, umepokea, ukianza kupitia zile charges ambazo unatozwa ni nyingi sana. Na ndio maana mtu akiona kama anataka kutuma fedha analinganisha, je, niite bolt au nichukue bodaboda nimpelekee mtu keshi kulikoni gharama ambazo natozwa kwa kutuma kwa kutumia mitandao ya simu. Niombe serikali, gharama juu ya matumizi ya fedha taslimu ziko wazi. La kwanza, hii inasaidia wale watu ambao wanataka kukwepa kodi kwa kutumia pesa taslimu, lakini pia hata mtu ambaye anataka kutoa rushwa ni rahisi kwa kutumia pesa taslimu. Lakini kwa mtu ambaye anataka kutakasisha fedha, kama ambavyo, kama taifa, tulikuwa na changamoto kubwa sana, naomba tusirudi huko lakini hata mtu anapotaka kumwibia mwenzake atamwibia fedha ambayo ni taslimu. Katika hali ya kawaida, kwa utumaji kwa kutumia mitandao sio rahisi, inadhibiti wizi. Kwa hiyo niombe serikali kubwa zaidi, tuhakikishe kwamba gharama zinapungua, ili watu wetu wahamasike kutumia cashless badala ya kwenda kutumia habari ya noti na gharama.